Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Tumeingia hapa mkoani Njombe kuweza kukagua miradi mbalimbali mbali ambayo ilitengewa fedha na serikali kwa kipindi cha mwaka mzima uliopita. Tuchukue nafasi hii kuipongeza serikali kupitia REA kwamba wameweza kupeleka umeme katika vijiji na katika vitongoji na kuna maeneo katika mkoa huu ambapo umeme umeshafikishwa asilimia mia moja. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kupeleka umeme kwa wananchi wake kama ilivyoahidi kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Ni jambo la msingi sana, wananchi wamesubiri miaka mingi, kuna wengine kuna maeneo magumu ambayo walikuwa hawajawahi kupelekewa umeme toka tupate uhuru, lakini sasa hivi wanapata huduma ya umeme kwa sababu ya umakini wa serikali ya mama Samia Suluhu Hassan. Hilo la kwanza. La pili, tunapenda kuishauri serikali pia kwamba kuna miradi yetu ya Ruhudji na Rumakali, maeneo ambayo yakiwekezwa